Na mtazamaji wa Trend TV bwana, nadhani utakuwa umefuatilia mkasa ambao unamhusu bondia mmojawapo hapa Tanzania ambaye ni maarufu kwelikweli, bondia mzuri sana, anaitwa Hasani Mwakinyo na watu wengi sana wamekuwa wakimsapoti wakimfuatilia. Eh, ni mtu ambaye Eh, uwaga yuko very strict kwenye vitu ambavyo uwaga anavifanya, hususan katika mapambano. Uwaga tunaona kwamba hata wakitaka, wakitangaza kwamba bwana mpambano unashinda crown, uwaga anakataa, anasema kwamba kwa level ambayo yeye yuko nayo anajiheshimu kiasi kwamba hawezi akapigana kwa ajili ya crown na vitu vingine kama hivyo. Sasa this time around kuna jambo ambalo limetokea kwenye jamii yake ambayo anaishi huko Tanga Sarare. Eh, jambo ambalo limetokea bwana ni kwamba Mwakinyo amemsakizia mbwa kijana ambaye inasemekana kwamba kwa mujibu wa zile habari zilivyosambaa mwanzoni kabisa, tukaanza kuzifuatilia kwanza, kufanyia uchunguzi wa kina, tumegundua kwamba ni kweli hivyo vitu vimetokea, na sasa hivi tayari Mwakinyo anashikiliwa bado na jeshi la polisi huko Tanga. Chanzo cha haya yote, nadhani watu wengi sana watakuwa wanafahamu kwamba kijana bwana, majira ya saa kumi usiku alikuwa na anapita e, katika kupitapita kwake akapita karibu na nyumba ya Mwakinyo kwenye fensi kwa nje, akakuta kuna nazi takribani sita na akaziokota zile nazi, kitu ambacho kikafanya, kumbe Mwakinyo alikuwepo mazingira hayo, akamkamata na kumwingiza ndani kisha kwa mujibu wa huyu kijana akasema kwamba Mwakinyo alimtandika, alimjeruhi na kisu, lakini pia vilevile akafungulia mbwa wakawa wanamng'ata huyu kijana. Na ukitazama ni kwamba alikuwa na majeraha mengi sana, mikononi, kichwani, maana alipigwa kichwani, mgongoni, na mguu wake mmoja wa kushoto ulikuwa una majeraha makubwa zaidi. So kijana huyu, kutokana na the way ambavyo alivyokuwa anajieleza, akasema kwamba alipigwa akiwa anahisiwa kwamba ni mwizi, na, na alifanyiwa hayo yote na Mwakinyo yeye mwenyewe. Lakini hata wakati anafanya hayo mambo, kulikuwa kuna baadhi, kulikuwa inasemekana kwamba kulikuwa kuna mtu akamwambia Mwakinyo kwamba usifanye hivyo vitu humu ndani, hebu kafanyie huko nje, lakini mambo ndio akawa hivyo. Kwa hiyo kijana inasemekana kwamba alianza kupiga kelele za kutaka msaada wakati anafanyiwa tukio hilo, na mpamba anaji huyu tokea saa kumi jioni mpaka karibuni na alfajiri, umeona eh, ambapo huko sasa ndipo viongozi wa serikali za mtaa wakasogea polisi wakasogea wakamchukua kijana wakampeleka hospitalini, na huko ndipo akafanyiwa mahojiano na video zikasambaa sana mitandaoni, kitu ambacho kimegusa hisia za watu wengi sana, kama unavyoelewa kwamba Watanzania ni watu ambao wanapendana. Kwa hiyo kwa vitu kama hivyo, akiona Mtanzania mwenzao amefanyiwa unyama, e, watu wengi sana kiukweli walichukizwa na hili jambo, lakini pia SNS walienda Tanga kwa ajili ya kwenda kufanya mahojiano, ambapo katika mahojiano ambayo aliyafanya kule Tanga, wakazi wa Tanga bwana wame simulia mengine mengi sana ambayo alishawahi kutokeaga huko zamani. Inasemekana kwamba hili sio tukio la kwanza kwa Mwakinyo kufanya huko Tanga. Sarare, ni kwamba hili ni tukio kama la pili la kwanza. Kuna kijana mwingine naye pia alienda kuchuma maembe, naye pia alimkuta mazito, na huyu ni wa pili sasa, aliyeokota nazi usiku alafu akafanyiwa unyama huo. Kwa hiyo wakazi kule wameomba serikali imuhamishe Mwakinyo eneo ambalo analokaa. Kwa mujibu wa wao wenyewe wanadai kwamba matukio yamekuwa ni mengi, wameshindwa kuyavumilia na ni kitu ambacho kimekuwa kikiwa kwaza kwa muda mrefu, kwa hiyo hivyo ndivyo situation ilivyo kuhusiana na hali ya Mwakinyo. Umeona, bwana. Lakini ukichana na hayo yote, at the end of the day ni kwamba kilichokuja ku happen ni kwamba, habari zilizotufikia sasa hivi ni kwamba Mwakinyo, kwa jinsi inavyoonekana, hii kesi sio nzuri kwa upande wake kwa sababu in, kwa mujibu wa sheria inasemekana kwamba hata kama mtu akiwa ni mwizi ameiba huna sheria haikupi wewe mamlaka ya kuchukua sheria mko, mkononi kumwadhibu kumtandika, kumpiga au kumtia kiberiti, kwa sababu lazima sheria ifuate mkondo wake. Mtu akihisiwa wa kwamba ni mwizi, basi lazima mkabizishe au uiachie uliachie jeshi la polisi lifanye majukumu yake, apelekwe mahakamani, ahukumiwe na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kwa kivyo vyote vile Mwakinyo ameonekana kwamba yuko na makosa, kwa sababu kumjeruhi mtu ni kosa la jinai. Bwana, kwa hiyo hii ni kesi ya jinai ambayo inamwandama Mwakinyo mpaka sasa hivi, na habari ambazo zimetufikia sasa hivi ni kwamba kuna peji mbalimbali zimeripoti e, kuhusiana na jeshi la polisi limetangaza rasmi kwamba bado linamshikilia Mwakinyo. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga limeeleza kuwa linaendelea kumshikilia bondia maarufu Hasani Mwakinyo mwenye umri wa miaka 26 kwa tuhuma za, kumdhu, kwa, za kumshambulia na kumjeruhi Musa Ali mwenye umri wa miaka ishirini na moja mvuvi na pia vilevile vile ni mkazi wa huko Tanga Sarare. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa mkoa wa Tanga Almachiusi, al, al, al mchunguzi ae, tukio, amezungumzia tukio hilo lililotokea baada ya Mwakinyo kumtuhumu Ali kuwa ni mwizi. Imedaiwa kuwa mvuvi huyo alikuwa anapita tu karibu na makazi ya bondia huyo wakati shambulio hilo lilipotokea. Kamanda mchunguzi Kamanda mchunguzi ameongeza kuwa uchunguzi unaendelea wa kesi hiyo na pia vile vile kwamba baada ya kukamilika hatua zaidi za kisheria ikiwa pamoja na kumfikisha mahakamani zitachukuliwa. Jeshi la polisi pia limewataka wananchi kuendelea kushirikiana kwa kutoa taarifa kuhusiana na vitendo vya kihalifu huku likisisitiza kuwa kuchukua sheria mkononi ni kosa la jinai linaloweza kupelekea hatua kali za kisheria kuchukuliwa. Umeona bwana, kwa hiyo hivyo ndivyo walivyosema. Lakini pia mchunguzi katika mazungumzo yake alikazia kwa kusema kwamba hakuna mtu ambaye hii yahusiana, na kwamba ni mtu maarufu bondia au vipi, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo obviously sheria lazima itafuata mkondo wake. Mona bwana, mchunguzi yuko makini kabisa, amezungumza hivyo kinagaubaga. Sasa wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao katika comment section, ukizingatia kwamba hii ni moja kati ya vitu au kesi ambazo zinafuatiliwa kwa karibu na wadau mbalimbali, kwa sababu imeibua na kugusa hisia za watu wengi. Eh, kuna watu hapa wamekuja wameweka maoni yao kwa mfano kuna mtu hapa anaitwa Bei Kitonga miguu anasema kwamba dogo mwizi. kuna mtu anaitwa Bilu Baba Shop anasema bwana, nyie msi nyie mshikilieni mpaka Samia kapu ishe. Kuna mtu anasema kwamba bwana Mwakinyo na Nicole kweli kazi wanayo. Kuna mtu anasema bwana, yule kijana anaweza kawa mwizi tu, jamani, hebu fuatilieni vizuri. Kuna mtu anasema bwana, mimi sikupata lala mpaka sasa hivi walai. Eh, nipo nimeketi hapa kwenye mswala naubani na nafanya dua Allah amfanyie wepesi, Mwakinyo inshallah. Halafu polisi wana wa Tanga, inaonyesha kwamba walikuwa wanamwogopa Mwakinyo, kuna mtu ameuliza: Kwa mbona bwana sio kushikiliwa afungwe kabisa kama sheria za ngumi zinavyosema. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mbona bwana halafu kuna watu walimtetea Mwakinyo juzi eti dogo ni mwizi kweli jamani, kuna mtu ameuliza. Kwa mtu amekuja hapa ameandika kwamba bwana matukio mbona amefanya mengi sana, hilo tu ndo limevuma. Ameshawahi kuchoma watu na pasi huyu eh. Alafu pia vile vilevile mbwa wameshangata sana sana watu wakiwa bila nguo, mambo hayo. Haya, kwa huyu bwana kuna mtu hapa amekuja amecomment tena amesema kwamba waje, waje machinjio ya, ya sahare huku, kuna mwamba alishawahi kuvuliwa nguo alafu mbwa wakaachiwa walimtafuna ila tukio hilo lilimalizwa li li chini chini tu. Njoo machinjioni huku Sarale, uulize watu wa, uulize mtu anaitwa Mende. Haya, wadau huko kutoka Tanga wanakuja kutoa ripoti zao. So ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuambie, weka maoni yako katika comment section kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. unalizungumziaje hili? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.